Kadi inaingia kwenye misuli, kwenye nyama, kwenye damu, kwenye kila kitu, kwenye mifupa, inaponya kadi. Amen, ayaya, kadi. Amen, kadi, sijawahi kuona ushuhuda wa kadi kuweka kwenye mwili wako hapa kwenye kanisa la Good Love Ministry kwa Pastor na Apostle Frank Amos. Oh, yes. kuna muujiza umetendeka mahali hapa, mtu alikuwa amevunjika Akashika kadi, just a kadi, hajawekewa mkono na mtu yeyote. Oh yes. Dunia, Amerika, Ufaransa, Spain, South Africa, msikie. Oh yes. Kama kuna mtumishi wa Mungu ambayo yuko Arusha, Tanzania. Oh yes. Mtu mshirika ameshika kadi ya ubia. Mm -hmm. Ubia inamaanisha unajitoa, mwisho wa mwezi unachangia huduma ya kanisa kwa ajili ya huduma iende mbele. Oh yes. Sasa huyu mama alipata matatizo akavunjika mguu akashika kadi badala ya simenti, badala kwenda kwa daktari yes. Hiyo kadi ambayo inakuonyesha hapa, hii kadi akaiweka, akaifunga pale ambapo alikuwa ameumia. Baada ya masaa kadhaa, huyo mama akapokea uponyaji kupitia kadi kadi Shalom, kanisa, shalom, shalom. Nawaambia kanisa mm. Ambaye hayuko kwenye ubia mm. Anachelewa. Anachelewa. Mm-hmm. Hey! Nyee mkipata maumivu, mnamtafuta pastor. Si watu wa ubia tukipata maumivu hatumtafuti pasta. Uh -huh. Hapo kuna fundisho. Tunakaa nyumbani tunamwombea. Uh -huh. Tunashika kadi. Yes. Tunaiombea, tunaibandika, tuna mm. Nawaambia kanisa, mimi nilivunjika mguu, nikaombewa na pasta mm. Nikatembea nika, sijamaliza mwaka juzi, nimepata jaribu, nilianguka tena nikaumia goti, sijamwambia papa nilikuja juzi ubia nikiwa nimepona eh. lakini nilianguka nikaumia goti. Usiku ule niliumia saa kumi na mbili, nikasema, Mungu mimi ni mtoto wa madhabahu hii mm -hmm. niko ubia, nina agano na wewe. Nikabandika ile kadi nikafunga, nikiwa nalia machozi mm -hmm. namwita yesu yesu yesu Yesu, lakini nikaambia Yesu, Man, kesho nitatembea. Ya, ya, ya, ya, ya. Hey! Na nilikuwa nabebwa nikisema hivyo, nikifunga kadi mguuni nabebwa mm, lakini hamwezi amini. Niliamka asubuhi nikatembea unaweka kwenye maumivu kadi kwa kadi. kadi zangu ziko wapi? nani pasaimu yaani, ni kitu cha ajabu. Unajua, mambo ya kiroho mengine unaweza ukaona kama watu wanafanya ut, ut, utani, unani, wa, wa, yani, wana wanatania. Hakuna kitu kinaitwa kadi. Haina mahusiano yoyote na mwili. Kadi haina mahusiano yoyote na mwili, si ni kadi tu, si ni kadi. Amen, haina panado, haina, haina aspirin sijue ni nini. Kadi haleluya. Ninachowasisitiza hicho mm. Yaani kitu cha life mimi, yes, imenitokea mi, nilivunjika mguu nikakaa mwaka bila kupona nikiwa nimebeba tu ile kadi, sijielewi si nini. Juzi nilivyoumia kasema mbona kama naaibika, afu nkakumbuka, mbona mi ni mtoto wa kiagano? oh, yes. Kwa nini Mungu inakuwa hivi? Nikamuliza kwa nini, kwa nini. Ndio nikapata hiyo akili ya kubandika na lala. Sasa nataka niamke nikiwa nimepona.